Karibu sana kwenye YouTube channel yetu ya Wauzaji. Leo tutajifunza jinsi ya kuweka lock kwenye WhatsApp yako. Yaani how to lock your WhatsApp. E, moja kwa moja, e, cha kwanza kabisa WhatsApp ina support lock na, na, na ni nzuri ukiweka lock kwenye WhatsApp ili kuepusha e, baadhi ya watu ambao mtu anaweza anakuja tu kwa mjui wala nini, au mtu wako karibu anaingia kwenye WhatsApp yako. Unaanza kujiuliza: mbona ameingia anaanza kusoma message kama unamfujua Asilimia kubwa ya watu ni wambea wambea, nataka tu wakufuatilia mambo yako, au kuone, wakati WhatsApp ni siri yako. Sasa leo nimekuja nakomesha moja kwa moja, mimi nafundisha taratibu, step by step. Mimi nachokuomba uangalie tu hii video mpaka mwisho, step by step, polepole, pole. Moja kwa moja simu yako itakuwa kama hapa, unaingia baada ya hapo, unaitafuta Play Store nia kuingia Play Store ni ili uipate WhatsApp yako, kisha uiupdate iwe katika latest version. Sasa ili kuiupdate, inabidi e, uingie Play Store. Umeona, mimi Play Store hii hapa, na wewe utaiona Play Store, imeandikwa hivi Play Store. Utagusa hapo Play Store. Baada ya kuingia Play Store, e, utakuja moja kwa moja hapa kwenye kwenye kutafuta Mfano unapotafuta hii unabonyeza hii search hapa chini, umeona upande wa huku unabonyeza tafuta. Baada ya kubonyeza tafuta eh, inabidi unagusa hapa juu, umeona hapa kwenye search apps and games unagusa hapa, itakuja keyboard itafunguka namna hiyo. Sasa wewe hapo utaandika WhatsApp. Mfano, sasa mimi natumia WhatsApp business, wewe naweza kuwa unatumia WhatsApp ya kawaida. Kwa hiyo utaandika tu hapa wa mone wa WhatsApp mona WhatsApp business. Mimi natumia WhatsApp business. Baada ya hapo, Utabonyeza hii kidude chapa cha pacha, button. Umeona hapa button. Iki, i, i, ambacho kipo kama cha kusearch. Utabonyeza hapo neno search moja kwa moja. Ukishabonyeza hapo itafunguka namna hii sasa, baada ya hapo, utaigusa hii WhatsApp yako. Itafunga, itafunga. Sasa mimi tayari ipo updated lakini wewe ukiangalia hapa E, kwenye hili neno open, kama kuna update, basi tatokea, update. Kwa itabidi ubonyeze kwanza update ili uweze kujiboresha iwe katika toleo la mwisho. Hii ni muhimu sana ili uweze kwenda kwa, e, kwa step by step kama ninavyofanya mimi. Baada ya hapo, unarudi nyuma, unarudi tena nyuma. Mimi narudi kupitia hivi, lakini we unaweza kuwa na button hapo kurudi nyuma, e, unarudi tena nyuma, una rudi tena nyuma. Paka nafika mwisho kabisa kwenye home. Baada ya hapo mimi natumia WhatsApp Business, kwa hiyo baada ya hapo nitaitafuta WhatsApp Business yangu hii hapa, nitaingia moja kwa moja ndani ya WhatsApp. Umeona hii WhatsApp Business, nitaingia hapo moja kwa moja. Unaingia kwenye WhatsApp, kama hivi mimi nilivyoingia hapa. Baada ya hapo, ukishaingia kwenye WhatsApp E, una unabonyeza hivi vidoti vitatu huku juu, na nadhani unavyoona tunaenda taratibu, unabonyeza vidoti vitatu. Baada ya hapo, unaingia kwenye setting, unaona kuna option nyingi, advertise, new group, new broadcast, community, label, linked device, moja kwa moja kwenye setting. Na unakuja unaingia kwenye setting, setting utakutana na option kama hivyo, lakini sasa sisi E, tunachohitaji tuna, tuna, tuna, tuna hapa e, moja kwa moja ni e, tunahitaji kuweka lock kwenye WhatsApp yetu. Kutakutana na nyingi hapa. Kwenye account kuna vitu mbalimbali utakutana na navyo, hivyo tutacha navyo, nishavielezea kwenye video zinazofuata. Baada ya hapo, kuna privacy, na hapo kuna vitu mbalimbali kama unavyoviona hapa. Kuna avatar kwa wale wanaopenda avatar, kuna hii hapa favorite, kupangilia vitu vyako. Kuna chat hivyo nimeshavielezea, kuna notification, kuna storage, kuna accessibility. Vipo vitu vingi sana hapa eh, umeona. E, na kuna kitu sijakuonesha. Ukiingia WhatsApp, umeona, nimeingia bila lock kabisa, lakini unaenda kuweka lock kwa unabonyeza hapa privacy, hii option ya pili, taratibu tunaenda privacy. Baada ya privacy, utaona kuna options zinaanza nyingi hapa, kama unavyoona hizo zote. Sisi tunaacha hapo, tunashuka tu chini taratibu taratibu mpaka utaona hii imeandikwa app lock. Umeona, umeiona hapa. Sasa tunachotaka ni kuweka app lock, moja kwa moja tukiingia tu WhatsApp, mtu mgeni akishika, basi mletee lock. Kwa basi tunaingia kwenye app lock Umona, baada ya kuingia kwenye unlock, ile itakuja letea option ya unlock with biometrics. Umona biometric e. Sasa wewe, kuna mwingine hapa simu yake aina labda ya lock ya kawaida, lakini kwa asilimia kubwa naona asilimia kubwa naona e, biometric ndio nahusika zaidi. Kwa moja kwa moja hapa nitawasha hii sehemu ya biometric itanidai fingerprint yangu kwa sababu natumia yes fingerprint ya hapa ya kio, basi ndio fingerprint yangu itakuwa imefunguka. Na hiyo kule utaweka labda, kuna mgonjwa kuta e, biometric yake anatumia. Kwa hiyo unakuta mtu mwingine e, anatumia e, biometric yake, labda atumie fingerprint ya hapa au atumie fingerprint ya huku nyuma, lakini ya kwangu ni kwenye kio. Baada ya hapo, utakuja option Unlock With biometric unaona hapa, Ni... hii ya kwanza inamaanisha ukitoka tu kwenye WhatsApp, basi itajiweka lock. Hii inayofuatia inamaanisha lock itajiweka kila baada ya dakika moja, yani ikipita dakika moja tu e, baada ya kutoka WhatsApp, basi itajiweka lock. Hii ya chini inamaanisha kila baada ya dakika 30 baada ya kutoka WhatsApp, basi itajiweka lock. Sasa sisi kwa sababu tunataka kila tukitoka tujiweke iweke loki, loki, itabidi tubonyeze hii ya kwanza. Pia hii ya chini imeandikwa show contact info in notification. Sasa hii kama utaki e, kama utaki ukiwa image lock, mtu asione asione notification ndio inaikuwa nawasha kwa, hata kama ikiwa, bila kutoa lock hata notification hapa juu kai preview, mana sisi tuneke immediately, alafu tunarudi nyuma taratibu Utaona hapa app lock kumona enable, umeona imewashwa. Baada hapo tutarudi nyuma, tutarudi nyuma, tutarudi nyuma. Baada hapo tukisema tuingie tu WhatsApp, hapo itatudai lock, na bila kutoa lock hapo huwezi ukaingia, umeona kwa hapa. Na mtu kama akikosea, mfano mimi nikiweka kidole tofauti hapa, nikikosea itaniambia siwezi kuingia mpaka niweke sahihi, itakuwa imeingia. Ukitaka kutoa, unabonyeza vidoti hivi vitatu, unaingia kwenye setting, unaingia kwenye privacy, kama unavyoona. Baada ya hapo, unashuka chini taratibu taratibu mpaka unakuta sempamedikwa enable e, hapa uplock mona naudi tena hapa uplock Utabonyeza hapo sasa. Ili kuitoa utabonyeza hii, e ya juu ambayo iliwasha, basi utabonyeza kuzima. Ukirudi nyuma utaona pameandikwa disable disabled. Umeona, imezimwa. Ukitaka kuiwasha tena ni hapa hapa, unaingia kisha unaiwasha, alafu unachagua unataka ikae kwa muda gani, baada ya kuweka fingerprint yako Ila mimi kwa sasa sihitaji, nilikuwa kwa ajili ya kukufundisha, japo ni muhimu sana. Tabonyeza kuzima. Karibu sana, usiache kusubscribe. Video kama hizi na nyingine tayari zipo nyingi nyingi nyingi, ni wewe tu kuangalia. Karibu sana.